We mpuuzi, naomba kwa usalama wako inuka twende chumbani. Kauli ya dada ilikuwa ni tata na iliyojaa ubabe mwingi sana. Twende chumbani? Mimi na dada kufanya nini? Hiki ndicho nilichokiwaza muda huo. Dada alikuwa amesimama mbele yangu ananitazama, huku kanishikia kiuno, yaani yuko kishali zaidi dada Vipi kwani? Vipi hiyo vipi? Hebu amka bwana. Chumbani saa kufanya nini? Dada wewe usinichanganye, ujue usijitoe akili kabisa, amka tuende chumbani hapa sasa. Aliongea huku ananivuta mkono, nikasimama. Lilikuwa kosa maana, alinivuta moja ali kwa moja hadi chumbani kwake, akanisukumia kitandani. Kisha muda huo akabadilika. Dada Selina akaanza kunitazama kwa upole. Kwani Kevoo una shida gani? Hapana, mm. ap, sasa mbona wajifanye huelewi nini ambacho ukielewi eti samu wetu? Kwani huko serious dada? Kumbe inaonekana natania eh? Au kwa vile sijavua bado? Basi acha nivue. No dada, sisi ni ndugu, koma wewe. Kwani haipiti? Nakuuliza wewe, kwani haipiti? Sasa ngoja nivue, alafu uweke. Isipopita nitaamini kweli sisi ni ndugu. Sawa, mtoto mzuri. Hapa hakutania kabisa. Alishusha dela lake chini, na ndani ya kukua amevaa kitu chochote. Nilikuwa sitaki kufanya, lakini wanaume ni nini? Maana mimi sitaki kufanya, ila uume umesimama. Wao imesimama, umeona imesimama. Sasa imebaki kuzama tu huku ndani. Tulia, ni kufundishi mapenzi sawa, aliongea dada hapo. Nikatafuta kila mbinu ya kujinasua nikakosa, dada muda huo anapanda kitandani, akanishika pensi na boksa yake akanivua kwa nguvu, mikono yake laini ikayashika maungo yangu, nikafumba macho kwa hisia na uoga. Acha uoga, jiamini mwanaume, dada. Sio sawa, lakini Sawa ni nini? Ni mimi kwenda kufanywa huko nje na wapuuzi, na wewe upo mdogo wangu, tena upo vizuri kabisa. Sikia Kevoo, hii itakuwa asili yetu, sawa? Mi sitamwambia mtu, hata rafiki zangu hawatajua, na kuahidi. Mi sitaki kufanya na wengine, nataka unifanye wewe tu, mdogo wangu, sawa? Dada mimi siwezi bwana Gowe, Kevoo, ntakufumua hivi! Una nanii nzuri hivi, wanataka kumpa nani? Wanataka kumpa nani? Nakuuliza na kuuliza na, na huku, mimi naitaka. Nilipigwa beat nikatulia, Selina akaimeza bakora yangu ufundi mwingi, huku akionekana kufurahia na kuenjoy kucheza na mwili wangu. Nilienjoy ufundi wake, lakini nilikuwa na hofu, sikuwa na uhakika na kile ninachokifanya pale. Utanigusa au ndio utaendelea kutetemeka hapo? nita uh, uh... ni acha ushamba wewe, shikatako hili hivi. Wewe mbona uchangamki fursa furusa, wewe unakuwaje mjinga mjinga hivyo? Shika hata chuchu hizi basi, uni zilivyosimama, nashika na, na shika basi. Oh, safi. Aya, zibapase kidogo hivyo hivyo. Mm, okay nasikia raha. Kevoo, aya zinyonye basi kidogo, sawa? Hebu eh? Mm, pitisha kaulimi na wewe Mm, yes, yes. Unaona ilivyo raha eh? Sasa ulikuwa unazingua nini? Hebu ngoja niweke mimi. Ushanipandisha midadi. Dada alinikalia juu akaishika bakora yangu. Akaizamisha chunguni mwake huku akifumba macho kwa hisia kali. Nilijua haitapita, ila ndio ikapita bila shida. Ikazama ndani. Kevo ukimpa mwingine naku nakuwa. Nilikuwa chumbani kwangu nikitafakari kilichofanyika. Bado sikuwa na jibu sahihi la kujibu maswali yangu. Akili na moyo wangu bado vilikuwa havitaki kuhalalisha kile kitu nilikaa chumbani hata sikutoka kabisa sebuleni. Hata wazazi walipokuja sikutoka. Sikujua nitawaangalia vipi. Nilijua wakiona tu watajua kilichotokea. Sikuwa na huo ujasiri wa kuwatazama kabisa. Muda wa chakula sikutoka pia. Mama akanifuata chumbani kwangu, nikazuka kuwa nilikuwa najisomea na ulikuwa wakati wa mitihani Unajisomea hadi unasahau kula. Shika, shikamoo mama, nilimsalimia nikiwa simtazami kabisa usoni. Marahaba, basi nikuache, ila hakikisha ulali bila kula, sawa mama. M, mama ni kama aliongeza majuto moyoni mwangu. Alipoondoka tu chozi likanianguka chini, nikafunika daftari na kuyagemea meza nikaanza kulia. Sijui hata nilipitiwa na usingizi saa ngapi, nimekuja kushtuka na papaswa mgongoni, na kurupuka na, na mkuta dada ameingia chumbani kwangu akiwa na kanga pekee. Da, nakuletea chakula kipenzi changu. Nilipokea kile chakula, lakini cha ajabu mleta chakula akuondoka Ndiyo kwanza akaketi kitandani, akaanza kunitazama. Kula basi. Dada unajua wazazi wapo. Lakini kwa hiyo utafanya nini? Utapiga kelele au wewe? Kula ukimaliza nipe sahani niondoke nayo. Nilikula huku dada akanitazama kwa makini, huku akitabasamu Nimemaliza kula dada, akasimama akapiga hatua hadi nilipo, akapiga goti mbele yangu na kupeleka mikono kunishika sehemu za asili. Nikamzuia, nini wewe, hebu tulia dada, baba yu. Kelvin! ilikuwa sauti ya baba hapo, wote presha ikapanda. Baba alikuwa mlangoni. Oh! Je, nini kitaendelea? Mshua yuko mlangoni na Selina yuko ndani, je mzee hajaona? Na je kama ameona itakuwaje? Usiache uh, kufuatilia sehemu ya kumi na mbili ya simulizi hii nzuri, inaitwa Najuta